Mheshimiwa Tulia Axon Spika mstaafu wa Bunge la kumi na mbili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zuberi Alid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Daniel Baransiro, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdalla, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Waheshimiwa Wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Saidi Johari, Hamza Said Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ndugu Baraka Leonard, Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Injinia Zena Said katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na katibu wa Baraza la wawakilishi, Baraza la Mapinduzi, Waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo hapa, makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa wa jumuiya za kidiplomasia, ndugu Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo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 ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen, amen. Mimi binafsi, Waheshimiwa Wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao